Bila shaka unatumia internet, lakini sina uhakika kama unajua vipi internet inafanya kazi. Nazungumzia safari yake, ikiwa ni video au dokumenti kutoka huko iliko mpaka kwenye simu yako, inapitia njia gani? Kwenye safari ya internet inapofanya kazi, inahusisha mambo matatu: simu yako au kompyuta yako, server ambayo ni kompyuta iko huko kwenye huo mtandao wako, na safari ya internet hapa katikati, ikiwa ni kwa minara au ikiwa ni kwa fiber. wanaotengeneza video kwa ajili ya YouTube wakisha kutengeneza wanafanya upload. Upload manake ni kutoa kitu kutoka kwenye simu yako kuzipeleka kwenye server au kupeleka kwenye kompyuta ya, ya huo mtandao husika. Kwanza tuzungumze kuhusu hii server. Server ni nini? Server ni kompyuta maalum kubwa ambayo inahifadhi hizo dokumenti zote iwe ni video, picha au kitu chochote. Na hii server iko kwenye mtandao husika. Manake nini? Ikiwa ikiwa nigogo iko Marekani, wako na sava yao Marekani. Hii sava iko Marekani. Swali je, hii video inanifika vipi kwenye simu yangu? Kuna kitu kinaitwa IP address. IP address ni kama vile anwani ya nyumba, maana yake kifaa chote kinachoonganishwa kwenye internet lazima kitakuwa na IP address. Hii IP address ndiyo anwani ambayo inatumika ile video kutuma kutoka kwenye server mpaka kwenye simu yako, inatumika hii kwa sababu bila hii IP address, ile server isingejua kwamba mtu fulani kaomba kutaka kuona video gani. Ingekuwa ina ripua, tuma video. IP address ni kiingia YouTube mimi nikisearch labda Alzenjbary, nikapeleka lile ombi, likirudi inatumia ile IP address iliyokwenda ili kule, ndio ina irejeshea. Siwezi kuomba mimi IP address halafu video akapelekwa mtu mwingine. Hii ndio IP address. Sasa data inasafiri vipi, iwe video au picha? Hapa ndio tunakwenda Vipi video inafika kwako? Unaingia YouTube, unaandika kile unachotaka, labda kitu fulani, ukibonyeza ok maanake umebonyeza ombi, linakwenda lina kwenye sava ya YouTube, linakwenda Marekani. Likifika ile ombi kwenye sava, sava hapo hapo inakurejeshea ile video unayoitaka. Ndo maana ukisearch, alafu hapo hapo unapata majibu. Ile ukisearch, maanake umepeleka ombi Yakija yale majibu uliyo search maanake, ndio sava imesha kujibu. hapo hapo sasa unaweza kujiuliza e, dakika moja hii nimebonyeza hapa na hiyo sava iko Marekani. I, dakika moja, mbona hivi? Jambo la kuzingatia ukisema, hii internet define yake ya haraka au maana yake ya, ya haraka ni muunganisho wa vifaa simu na kompyuta vyote duniani. Maanake vyote vimeungana hivi, ndiyo unapata internet. Ndio unapata hesabu ndiyo ile ile kwamba nikisearch kwenye simu yangu na search kompyuta ya Google, au nikisearch TikTok na search ompyuta ya TikTok sasa, mbona fasta inajibu hapa? Waya ambazo zimetumika kusafirishia intaneti siyo waya za kawaida kama tulizozoea. Hizi waya za kopa, waya za intaneti, kuna waya zinaitwa Fiber cable. Fiber cable, ni waya ambazo zinaruhusu light, maana yake mwangaza. Na ukisoma kwenye physics unaambiwa kwamba kitu ambacho kinasafiri kwa haraka ni mwanga. Kwenye faiba cable, kwenye waya za internet, njia inayotumia kusafirisha data ni mwanga. Ndio maana usishangaye ukibonyeza hapo hapo, jibu lake unalipata, tofauti na waya nyengine zetu tunazojua za copper. Mfano hapa unaweza kuwashwa umeme ukachelewa baada ya sekunde kadhaa, ndio ukafika mji mwingine. Kwenye faiba haiko hivyo, ukibonyeza imekwenda. Pia utanuliza swali jingine. Nyingine, mimi simu yangu haina waya, sasa vipi imeunganishwa? Ni vile vile unapochukua simu yako ukafungua data wewe simu yako imeunganishwa na mnara na ile faiba kutoka huko iliko imeishia kwenye mnara. Hizi faiba zimepita baharini, kwenye milima, simu zote zimepita hizi hivyo, faiba imeshia kwenye mnara. Ikishia kwenye mnara na wewe ukiunganisha pale, kinachotokea ni kitu kidogo kwamba wewe umeunganishwa kwa wireless, bila waya, lakini huduma ndio ile ile. Lakini mwenye kompyuta yeye anaunganishwa kwa faiba moja kwa moja kupitia kwenye rauta yake. Hii ndiyo konsepti, kiufupi vipi intaneti inafanya kazi. Na ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unangalia video hii, usisahau kusubscribe, na kama una swali lolote kuhusu mada hii au mada nyingine, uliza kwenye sehemu ya komenti, tutakuja kulijibu. Alzenjbary Technology, bye, baibai.